Karibuni tena. Leo tunaangazia ujumbe mmoja mzito kweli kweli, ujumbe kwa kanisa la kale. Hili lilikuwa kanisa lililosifiwa kwa mambo mengi makubwa, lakini wakati huo huo, likapewa onyo la kutisha. Basi hebu tuchimbue fumbo hili pamoja. Sawa, hapa ndipo mambo yanapovutia sana. Inawezekanaje? Uchambuzi huu unaenda kufunua hadithi ya kanisa la Thiatira. Hii ilikuwa jumuiya ambayo kwa nje ilionekana imefanikiwa sana, lakini kumbe ndani ilikuwa imeficha kasoro kubwa mno, kasoro ya kuangamiza. Basi tuanze na mwanzo. Hebu tuchore picha ya jinsi kanisa hili lilivyoonekana kwa nje. Ukilitazama kwa juu juu, kama mahubiri yanavyoeleza, ungeona jumuiya ambayo ilikuwa mfano wa kuigwa, yaani ilionekana inafanya kila kitu sawasawa. Sawa, yaani kanisa hili lilikuwa na sifa zote Walikuwa na upendo, walikuwa na imani, walihudumu na walikuwa vumilivu. Na si hivyo tu, fikiria hili. Hawakuridhika na mafanikio yao, matendo yao yalikuwa yanakuwa na kuwa makuu zaidi kila uchao. Unajua, mtu yoyote angeangalia kanisa hili na kusema, hili ndilo kanisa la kuigwa. Yaani, lilikuwa kielelezo kamili cha mafanikio. Lakini hapa ndipo mambo yanapoanza kubadilika. Licha ya sifa zote hizo nzuri, yule anayeleta ujumbe huu anakuja kwa namna ya kutisha, macho yake kama mwali wa moto. Hii si picha ya faraja, inaashiria kwamba kuna kitu hakiko sawa kabisa, kitu kilichofichika chini ya ule mwonekano mzuri. Na sasa tunafika kwenye kiini kabisa cha tatizo. Licha ya yale yote mazuri, kulikuwa na saratani iliyokuwa inakuwa taratibu ndani ya kanisa. Saratani yenyewe, mafundisho ya Yezebeli. Na hapa ndipo onyo linapokuja kwa nguvu zote. Lakini nina neno hili juu yako. Sikiliza hilo. Shida haikuwa kitu kutoka nje, la hasha. Ilikuwa ni adui waliyemkaribisha na kumlea ndani ya kuta zao wenyewe. Basi unaweza kujiuliza, huyu Yezebeli ni nani hasa? Sio yule malkia wa zamani tunayemjua kutoka historia. Hapa ni kama alama Yaani, ni roho ya kuridhiana na uongo, mwalimu wa uongo aliyejivalisha ngozi ya kondoo akijiita nabii. Na mafundisho yake yalikuwa sumu tupu, yalikuwa yanawapeleka watu mbali na Mungu, kwenye uasherati na ibada ya sanamu. Lakini, na hili ni jambo la msingi kabisa, dhambi yao kubwa haikuwa tu kwamba alikuwepo. Hapana, dhambi yao kuu ilikuwa ni kumvumilia. Walimpa nafasi, wakampa kipaza sauti na wakauacha uongo wake usambaye. Hapa sasa ndipo unaona picha kamili ya mgogoro huu. Kwa nje kanisa linalong'aa lenye matendo makuu, lakini kwa ndani uozo mtupu. Walikuwa wanavumilia uongo huku wakisifiwa kwa upendo. Ni hali ya kutisha, si ndio? Sasa ni wazi hali kama hii haingeweza kuendelea hivi hivi. Uvumilivu wa uongo lazima ungekuwa na matokeo. Na matokeo yenyewe yalikuwa ni hukumu kali ambayo haikwepeki. Fikiria hili, alipewa nafasi ya kutubu, alipewa muda wa kubadilika, lakini alikataa, na ule ukaidi ukasababisha mlolongo wa matukio mabaya sana. Hukumu yenyewe ilikuwa na sehemu tatu. Kwanza, Yezebeli mwenyewe angekumbana na mateso; pili, wafuasi wake, wao wangetupwa kwenye dhiki kuu kama hawangetubu; na tatu watoto wake yani, matokeo ya kudumu ya mafundisho yake yangeangamizwa kabisa. Lakini lengo la hii hukumu halikuwa tu kuwaadhibu wao peke yao, la, ilikuwa ni ujumbe mzito kwa makanisa yote, ujumbe unaodumu hadi leo. Mungu anaona ndani ya mioyo, huwezi kumficha chochote kwa matendo ya nje. Lakini hata katikati ya onyo kali namna hii, kuna mwanga wa matumaini ujumbe haukuishia kwenye giza la hukumu. Kulikuwa na ahadi ya ajabu kwa wale ambao wangesimama imara na kukataa uongo, wale washindi. Na ahadi yenyewe inasema: yeye ashindaye. Hii ndiyo njia nyingine, badala ya kuvumilia uongo, unaweza kushikilia kweli hadi mwisho, na ukifanya hivyo, utapokea kitu ambacho hakuna mwalimu wa uongo anayeweza kukupa. Na thawabu zenyewe ni za ajabu. Tunazungumzia mamlaka ya kutawala pamoja na Kristo na si hivyo tu, bali kumpokea Kristo mwenyewe anayeitwa Nyota ya Asubuhi. Ni ahadi kubwa sana. Sawa, tumeona hadithi ya kale, lakini swali kubwa ni hili: hii inatuhusu nini sisi leo? Hapa ndipo mahubiri yanapolileta onyo hili moja kwa moja kwetu katika karni hii yetu. Basi swali letu ni hili: huyu Yezebeli wa siku zetu ni nani? iyo roho ya maelewano na uongo inajidhihirisha vipi leo? Yezebeli wa leo, kama anavyoeleza mhubiri, ni fundisho lolote linalochanganya ukweli na uongo ili tu mambo yawe rahisi. Ni ile sauti inayokuambia ah, usijali, unaweza kuwa na vyote viwili. Mara nyingi uongo huu hufichwa nyuma ya miradi mizuri ya kijamii au matendo mema, lakini kiini chake bado ni sumu. Na hapa kuna onyo zito. Wengine wanaweza kusema nataka tu kuelewa haya mafundisho ya uongo, lakini mahubiri yanaonya kujaribu kuchunguza mambo ya siri ya Shetani hata kwa udadisi tu ni sawa na kutembea kwenye mtego ukiwa umeufahamu. Na hapa ndipo tunapofikia hitimisho la msingi kabisa. Hata kama matendo yako ni mazuri kiasi gani, hata kama yanasifiwa na ulimwengu mzima, kama yametoka kwenye msingi ambao si kweli tupu, mbele za Mungu hayana maana. Hii inatuacha na swali zito la kujiuliza. Leo hii, tunawezaje kutofautisha kati ya matendo mema tu na imani ambayo ni ya kweli kabisa?